Hatuna Tanzania isipokuwa hii, tunafanya biashara zetu, tunalima, tunafanya kazi zetu, tunaendesha maisha yetu ndani ya Tanzania. Itakuwa ni jambo la ajabu mtanzania ambaye mambo yake yote anayafanya ndani ya Tanzania alafu awe tayari kwamba Tanzania iharibike mikononi mwake. Wadharaba daraballahu mathalan qarya, Mwenyezi Mungu anapigia mfano wa nchi kanat amina mutmainna, hiyo nchi ilikuwa na amani sana, ilikuwa na utulivu sana, kama nchi yetu ya Tanzania. Watu wana utulivu, wanafanya kazi zao, shughuli zao, biashara zao, hii nchi ina amani, ina utulivu. Mwenyezi Mungu anasema, fakafarat bianumillah, hii neema ya amani na utulivu, hii nchi ikakataa, ikasema hatutaki sisi amani tuanze maandamano, hatutaki amani sisi, utulivu hatutaki, tuanze fujo, tuichafue nchi yetu. Nini kilitokea, impakti ya kukataa amani na utulivu? Nini kinatokea? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, fa adhaka Allahu libasa aljui wal khawf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya hiyo nchi kukataa amani na utulivu aliwawekea uadui wao kwa wao, wakaanza kuuana, vita ikatokea. Tufahamu wa Tanzania, nchi yetu ni nchi ya thamani sana. Tusighiribiwe na mtu yoyote ambaye anataka kuja kuichafua nchi yetu. Lazima tuilinde nchi yetu, tuithamini nchi yetu, tuijali nchi yetu, tujitoe kwa ajili ya nchi yetu kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea. Tunaelekea katika uchaguzi. Upigaji wa kura ni haki ya kila Mtanzania. Kama ni haki yako, kwa nini huitumii hiyo haki yako? Kupitia mimbari kama hizi, tunawakumbusha watanzania wenzetu, raia wenzetu, ndugu zetu, hii ni haki yetu. Embu tukawachague wale ambao tunaona watatuletea manufaa na maendeleo ndani ya mikoa yetu, ndani ya wilaya zetu, ndani ya kata zetu, ndani ya vijiji vyetu. Uongoziuongozi anayetoa ni Mwenyezi Mungu, kupitia wanadamu, kupitia mtu yoyote, lakini mtoaji ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani asema, kulillahumma malikal mulki malika lmulki tu'ti lmulka mantasha. Mwenyezi Mungu mfalme kuliko wafalme wote, atoa uongozi. Yani, Mwenyezi Mungu anampa uongozi yule amtakaye. Mungu ndo anatoa uongozi Image hiyo iwe kwa upana wake kwa Watanzania wote. Mimi sikatai kwamba kuna mambo ambayo watu wanaona si sawa. Ni sawa kuona kwamba mambo si sawa, hatuwezi kukubisha. Sasa si wewe ndio unavyoona na mimi ndio ninavyoona. Nikiona mambo si sawa, sinasema mambo si sawa, lakini hatua gani ninazochukua baada ya kuona kwamba mambo si sawa ni majadiliano na kuzungumza, ili niweze kuwasilisha hoja yangu kwamba mambo haya si sawa, ili tujadiliane na kuona tukae vipi katikati. Wewe hoja zako na mimi hoja zangu, tuzilete, tukae pamoja. Lakini tukiamua kuchukua mawe, tukaanza kurushiana kwa sababu mimi mtazamo wangu ni tofauti, inatusaidia? Inatusaidia nini? Inatusaidia nini, ndugu zangu? Kwa hiyo, na nawasihi sana Watanzania wenzangu, nawasihi sana viongozi wa dini na waumini wetu wote wa dini zetu mbalimbali mbali. Tuwe na ukomavu kama ambavyo tumekuwa na ukomavu kwa miaka yote, ukomavu wa kisiasa. Ndoa yenye ukomavu, wanandoa wanakwenda chumbani, wanasubiri watoto wamelala, wanaenda kuongea, baba, hili si sawa tena. Wakati mwingine chumbani kule tunaongea kwa moto kabisa, lakini tukitoka nje hahitaji majirani kuanza kushangaa na kutuona. Wakati mwingine, watu wanadhania ni sifa kwamba sasa ndio tumekomaa kwamba tunagombana. Angalia wenzetu wa nchi fulani wana ha hawawezi kuruhusu mambo ya ki, huo ni upuuzi. Kwamba mnaweza mkaona ni sifa kwamba watu wanagombana ndio maana wamekomaa kisiasa, sio kweli, huo ni upuuzi. Na kuna watu wana thrive kwenye shida, yani kuna watu chakula chao shibe yao ni fujo, anatamani tu kuwe na mbona hatupati hatu mtikisiko wa kutosha, anatamani kuwe na mtikisiko. Hatuwezi kuishi namna hiyo ndugu zangu, twendeni tukapige kura, mchakato uishe, halafu tutakuja kwenye mazungumzo kama kuna jambo la kuzungumza. Mungu awabariki sana. Nchi hii ni ya kwetu, Tanzania ni yetu. Kubomoa nyumba ni rahisi sana, lakini kuijenga ni gharama. Wale watu waliojenga nyumba wanaelewa mimi nimebahatika kwenda Rwanda, nimebahatika kutembea mikoa mingi ya Rwanda, nimekwenda Burundi, nimekwenda hizo nchi kidogo ambazo zimekuwa na sintofahamu. Tunavyojua kwenye mitaa yetu tuna madereva bodaboda, tuna madereva bajaji au vijana wanaendesha bajaji, na wanategemewa sana na familia, wanategemewa sana na ndugu zao. Kama sintofahamu itatokea, maana yake mjomba wako atapata hali ngumu, mama yako mzazi atapata hali ngumu, watoto wako kwenda shule watapata hali ngumu, hawatakwenda kusoma, wanaofungua maduka Mwanjelwa hapa hawatafungua maduka. Kwa hiyo tujitahidi sana kuhamasisha amani siku ya uchaguzi, na ninaamini kabisa kwa mikoa yetu, kwa sababu viongozi wetu wako hapa, tunaamini hatutarajii kama viongozi wa dini kuona vurugu ya aina yoyote, lakini tunachotamani kuona kwa watoto wetu, tuwaase vijana wetu nchi nzima na wazazi, waumini waumini wetu, zungumzeni na watoto wenu, waone thamani amani siku hiyo, wakachague kwa amani, warudi nyumbani kwa amani, na tupate viongozi wetu ambao watatuongoza kwa amani.